Wahenga wanasema kwamba bora kidogo unachokipata chenye amani kuliko kutamani kikubwa, lakini huna amani ya moyoni, ni hatari sana. Sasa leo nipo na hii ya tajiri wa jeneza, mtu mwenye pesa nyingi lakini kitanda chake ni jeneza. Je, unataka kujua ilikuwaje? Sasa kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like, kisha niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako kuhusu mkasa huu. Okay, tuanze hadithi yetu. Usiku ni muda ambao wengi huita wa mapumziko, lakini kwangu mimi ni muda wa hukumu. Kila nikiufunga mlango wa chumba changu cha kifahari, nikitazama dari lililopambwa taa za dhahabu, moyo wangu huanza kupiga kwa kasi ya ajabu, kana kwamba kuna kitu kinachong'ang'ania pumzi yangu ya mwisho. Ninapovua suti yangu ya bei ghali, kubadili viatu vya ngozi na kuingia bafuni kuoga maji ya uvuguvugu, najihisi kama mtu mwenye makosa makubwa mbele ya ulimwengu usiojua siri yangu. Ndiyo, mimi ndiye yule tajiri mnayemsikia mitaani, magazetini, kwenye runinga na hata mitandao ya kijamii. Wananiita Mzee Rahimu wa huruma, tajiri wa moyo wa dhahabu. Wengine hunipa majina ya heshima: mfadhili wa watoto yatima, mkombozi wa maskini, mwana wa Mungu aliye katika sura ya mwanadamu. Lakini hakuna anayejua siri yangu, hakuna anayejua kuwa kitanda ninacholalia kila usiku ni jeneza. Kila usiku saa sita kamili, mimi hulala ndani ya jeneza hilo la mbao nene lenye mfuniko wa ndani wa hariri nyekundu. Nimekwisha lijenga kwa ustadi wa hali ya juu nikalipamba kwa manukato na misalaba ya fedha, lakini bado ni jeneza. Hapo ndipo usingizi wangu huishi, si kwa raha, bali kwa hofu ya kuamshwa na sauti ambazo hazitoki ulimwenguni. Mara nyingi najisemea, Rahim, labda leo ni usiku wako wa mwisho. Lakini kila ninapofumba macho, ndoto zile zile hujirudia, watu niliowahi kuwasaidia wakiwa wananikimbia wakilia wengine wakinitazama kwa macho yaliyovimba damu. Kuna mmoja, binti mdogo wa mitaani nilimsaidia kwa kumpa nyumba, chakula na elimu, lakini kila ndoto inanirudia akisimama mlangoni mwa jeneza langu akisema kwa sauti ya uchungu, umetusaidia kwa damu zisizo zako mzee Rahim, je, unalala kwa amani kweli? Na hapo ndipo jasho hunitoka kama maji ya mvua, na nikitoka kwenye jeneza huwa naanza kuhisi kama kuta za chumba zinanipiga kelele. Ninaishi ndani ya jumba kubwa lenye vyumba arobaini, lakini usiku hakuna hata mlango ninaweza kuufungua bila kujisikia, kuna macho yanayonitazama gizani. Wengine wanasema mzee Rahim ni baraka kwa mji huu. Ni kweli, nimejenga shule, hospitali, nyumba za mayatima na madaraja. Nimeajiri vijana nikawapa mikopo ya biashara, lakini hakuna anayejua chanzo cha mali yangu hakuna anayejua kilichonifanya kila usiku niishi kama maiti anayesubiri maziko yake. Siku moja mwandishi mmoja kijana alikuja kuniona, alikuwa anataka kufanya makala ya maisha yangu kwa jarida la kitaifa. Alipofika aliniuliza kwa heshima, "Mzee Rahim, ni nini siri ya mafanikio yako makubwa hivi? watu wanasema uko tofauti na matajiri wengine, una roho ya kipekee." nilimtazama kwa muda mrefu nikitabasamu kimya kimya nilijua haswa angependa kusikia maneno ya hekima kama kuwa na bidii, amini katika Mungu, fanya kazi kwa uadilifu. Lakini nilijua ukweli wangu usingeweza kuandikwa kwenye gazeti lolote. Kwa hivyo nilimwambia kijana, siri yangu ni moja, sikuwahi kulala kwa raha hata siku moja tangu nilipopata utajiri huu. Alinicheka kidogo, akidhani ni utani wa falsafa, lakini moyoni mwake niliona udadisi. Na siku iyo hiyo nilihisi kitu kibaya kama vile kivuli kilichokuwa kimekaa kando yangu kiliamka. Usiku ulipowadia, nilipokuwa najiandaa kuingia ndani ya jeneza langu, nilisikia mlango wa chini ukifunguliwa kwa upole. Nilinama, nikachukua funguo za siri na nikashuka kimya kimya. Nilimwona kijana yule yule mwandishi akielekea chumba cha maktaba yangu akiwa na kamera mkononi. Nilijua ni nini anatafuta. Nilimruhusu, nilitaka aone, nilitaka dunia ijue siri hii hata kama kwa damu ya mtu mmoja tu. Alipofungua mlango wa chini wa maktaba, aliona mlango wa chuma uliokuwa umeandikwa kwa maandiko ya Kiarabu ya kale: hazina hii haikuzaliwa, ilitolewa kwa kiapo. Akiwa hajui maana yake aligusa, na pale alipogusa, upepo mzito ulipuliza ndani ya nyumba, taa zote zilikatika. Niliusikia ule mlio wa kale tena, ule uliokuwa ukiniamsha kila usiku ndani ya jeneza. Mlango ukafunguka wenyewe na mwanga mwekundu ukaanza kutoka ndani. Niliingia taratibu ndani. Kulikuwa na sanduku la dhahabu lililofungwa kwa minyororo. Nilimwangalia yule kijana, nikasema kwa sauti ya chini, hapo ndipo siri ya utajiri wangu ilipozaliwa, na hapo ndipo usingizi wangu ulipokufa. Dani, noma sana sasa. Hatimaye siri ya tajiri huyu inaanza kufichuka taratibu. Baada ya hapo, tajiri huyu anaamua kumsimulia kijana huyu mwandishi kuhusu historia ya maisha yake yalikuwaje hapo mwanzo. Kila siri huanza kama doa dogo lisiloonekana, lakini kadri siku zinavyosonga, doa hilo huanza kuenea hadi kuharibu vazi zima la roho. Kwa muda mrefu nimejaribu kusahau nilikotoka, lakini kila nikijificha ndani ya jumba hili lenye kuta za marumaru, ninasikia sauti ya zamani ikinibembeleza, Rahim, kumbuka ulikotoka, kumbuka ulivyopata haya yote. Nilikulia katika mitaa ya Tabata kwenye nyumba ya udongo iliyokuwa na paa lililovuja. Mama yangu alikuwa muuza vitumbua Baba yangu alikuwa fundi cherehani wa mitumba. Tulikuwa maskini, maskini wa kufikia kiwango cha kuhesabu punje za mchele kabla ya kupika, lakini pamoja na umaskini wetu tulikuwa na kitu kimoja: imani. Mama aliniambia mara nyingi, Rahim, pesa si suluhisho la huzuni. Nilimwamini mpaka alipofariki. Kifo chake ndicho kilianza kubadilisha kila kitu. Alikufa kwa ugonjwa wa moyo kwa sababu hakuweza kumudu gharama za matibabu. Nilikuwa kijana wa miaka 23 tu nikiwa bado najitahidi kusaka riziki kwa kuuza vifaa vya simu Kariakoo. Nilimzika mama kwa machozi, lakini moyoni nilitoa kiapo, nitakuwa tajiri kwa gharama yoyote. Na kila niliporudia maneno hayo, nilihisi kana kwamba anga lilikuwa linanisikia. Siku moja, nilikutana na mzee mmoja mrefu mwenye ngozi kama iliyochomeka na macho yaliyong'aa kama moto. Alinijia jioni moja, nikiwa nimekaa kandokando kando ya barabara, nikitazama watu wakipita na mikoba ya pesa. Aliniambia kwa sauti ya utulivu, Rahim, unataka kuwa tajiri kweli? Nilishtuka, sikuwahi kumwona kabla, lakini alionekana kunijua. Nilijibu, ndiyo mzee, hata kama ni kwa gharama ya nini. Akatabasamu kwa upole, akasema, umeshasema neno ambalo wengi hukwepa kulitamka. Akanipa kadi ndogo ya rangi nyeusi yenye alama ya msalaba uliochomwa kwa damu. Ukifika usiku wa manane, nenda pale ghorofa la zamani lililoko Mwenge. Utaona taa moja nyekundu juu, usipige hodi, ingia tu. Nilihisi baridi ikipenya mifupa yangu, lakini tamaa ilinifunika kuliko hofu. Usiku ule nilifuata maagizo yake. Nilipofika Mwenge kweli, niliona jengo la zamani lililokuwa limechakaa, lenye paa lililopinda na vioo vilivyopasuka. Taa moja nyekundu iliwaka juu kama ilivyosemwa. Nilivuta pumzi, nikafungua mlango. Ndani kulikuwa na giza totoro. Ila katikati ya chumba kulikuwa na mwanga hafifu wa mshumaa uliowashwa juu ya meza. Mzee yule yule alikuwa amekaa pale, akiwa na sanduku dogo mbele yake. Aliniangalia kwa macho yaliyopenya rohoni mwangu, kisha akasema, "Uko tayari kulipa bei ya mafanikio?" Nilinyamaza, sauti yangu haikutoka. Alipogundua kimya changu, alifungua sanduku. Ndani kulikuwa na kitu kama mfupa wa mwanadamu, juu yake kukiwa kumeandikwa maneno ya ajabu. Alichukua kisu kidogo, akakata kidole chake na damu ikadondoka juu ya ule mfupa. Rahim alisema, hii ni ahadi ya jeneza. Ukikubali utakuwa tajiri, lakini utalala ndani ya kifo kila usiku. Nilimuuliza, ina maana gani? Akanitazama na kujibu taratibu, utajiri utakuwa wako, lakini roho yako haitalala nje ya mauti. Kila unapoingia kitandani, lazima uingie ndani ya jeneza lako, ndipo nguvu zako zitarejea. Ukitoka humo kabla ya alfajiri, utajua ladha ya kweli ya umaskini wa milele. Nilicheka kwa mshangao. Nilidhani ni utani wa waganga kama wale wa mitaani. Lakini kabla sijamaliza kucheka, sakafu ilipasuka chini ya miguu yangu. Kutoka humo, upepo wa moto ulipuliza, na nikasikia sauti nyingi zikilia. Nikasikia maneno yakiningurumia, Tajiri hutoka kaburini, maskini hurudi udongoni. Nilizimia. Nilipoamka nilikuwa katika chumba kingine kizuri kikubwa, kilichojaa fedha, dhahabu na vito. Mzee yule hakuwepo. Nilijaribu kutoka, lakini kila mlango niliofungua ulinipeleka sehemu hiyo hiyo. Kila nikipiga hatua kumi, nikawa kama ninarudi palepale pale. Kisha nikasikia sauti ikisema, kila unachohitaji kiko hapa, lakini kumbuka usingizi wako sasa ni kaburi lako. Nilikaa kimya. Nilipofumba macho, nikajikuta nyumbani kwangu. Lakini sasa nyumba yangu ya udongo ilikuwa imegeuka jumba, vitu vyote vilikuwa vya kifahari, vitanda vya dhahabu, mapazia meupe, magari matatu nje. Nilidhani ninaota, lakini siku ilivyopita, niligundua si ndoto. Ndipo nilipokumbuka maneno ya mzee yule: utajiri utakuwa wako, lakini utalala ndani ya kifo kila usiku. Na kweli, usiku ulipofika, kitanda kilichokuwa chumba cha kulala kilibadilika ghafla. Kikawa jeneza. Lilikuwa safi lenye manukato na juu yake kulikuwa na jina langu, Rahim bin Juma. Nilihisi baridi ya mauti ikinipuliza shingoni, lakini nilijua hii ndiyo bei ya utajiri niliyoutamani. Nililala humo na alfajiri nilipoamka, fedha zaidi zilikuwa zimeongezeka. Siku zikapita, biashara zikanawiri, watu wakaanza kuniheshimu. Nilinunua majumba, nikajenga shule, nikawasaidia maskini, lakini kila usiku nilirudi kaburini mwangu mwenyewe. Na kila usiku ule ule nilisikia sauti zile zile za chini zikiniita, Rahim, umepata ulimwengu lakini umepoteza usingizi wa roho yako. Nilijua kila siri huanza kwa sauti ya faraga, lakini hukoma kwa kilio cha umma. Siku ambayo ukweli wangu ulipaswa kufichuka haikuwa ya radi wala ya tufani, bali ilianza kwa utulivu wa ajabu, utulivu ule ambao huja kabla ya dhoruba. Nilikuwa nimeishi miaka kumi na miwili tangu ile usiku wa mkataba Miaka kumi na miwili ya utajiri usio na mwisho, heshima isiyo na mipaka, na shukrani zisizo na kikomo kutoka kwa wale niliowasaidia. Lakini kwa ndani nilikuwa nimechoka, nilikosa amani. Nilitaka kulala kweli, si kwenye jeneza langu la usiku, bali kwenye kitanda cha kawaida kama binadamu wengine. Lakini kila nilipojaribu, nilisikia sauti ikinongona karibu na sikio langu, ukijaribu kulala nje ya jeneza utalala milele. Kwa miaka yote hiyo nilikuwa nimevificha vyumba vya chini kwa makufuli ya siri. Hakuna aliyewahi kujua nilichohifadhi kule, lakini tangu siku yule mwandishi kijana alipoingia, mambo yakaanza kubadilika. Aliona mlango wa chuma, akasikia upepo ule, na aliporudi kwenye ulimwengu wa kawaida, alikimbilia kwa watu akasema, Mzee Rahim si binadamu wa kawaida. Nilijaribu kukanusha, nilijaribu kutoa misaada zaidi ili kuzima maneno yake, lakini kila nilivyotoa, ndivyo hofu ilivyoongezeka. Kila mtu alianza kuniangalia kwa macho ya hofu badala ya heshima. Watoto walikimbia nikipita, wakisema, yule ndiye tajiri anayelala kaburini. Siku moja nilijikuta peke yangu sebuleni nikitazama dirisha lililonyesha mvua ikinyesha taratibu. Nilihisi upweke uliozidi nguvu ya pesa zote nilizomiliki. Nilijisemea, labda huu ndio mwisho wangu. Niliteremka chini nikafungua ule mlango wa chuma uliokuwa umefungwa miaka yote, ulikuwa umeanza kuota ukungu. Ndani lile sanduku la dhahabu lilikuwa pale pale. Nililisogelea mikono ikitetemeka, nikasema kwa sauti ya chini, nataka kuondoa kiapo hiki, nataka kuwa huru. Lakini mara tu niliposema maneno hayo, sakafu ilianza kutikisika, sanduku likajifungua lenyewe. Kutoka ndani moshi mweusi mzito ulitoka ukaunda umbo la mwanadamu lililokuwa na uso ule ule wa yule mzee niliyekutana naye miaka mingi iliyopita. Rahim, umenikumbuka Sauti yake ilitoka kwa mapigo kama radi inayovuma kwenye pango. Nilijaribu kukimbia, lakini miguu yangu haikunisikia. Nilihisi damu ikipanda kichwani, moyo ukipiga kwa kasi ya ajabu. Nataka uhuru wangu, niliapa kwa kilio. Nimewasaidia wengi, nimejenga hospitali, shule na nyumba za mayatima. Alitabasamu tabasamu lililojaa giza. Umesaidia kwa mali isiyo yako. Kila pesa uliyotoa ni damu ya roho zilizofungwa na kiapo chako. Unadhani rehema inafutwa kwa matendo mema yaliyotokana na mauti? Nilipiga magoti nikalia kama mtoto, nikasema basi, nichukue mimi, uwaache wao. Alinyamaza kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya taratibu, kiapo hakina rehema, lakini kina mizani. Kila kaburi unalolala limejazwa roho za waliokufa kwa tamaa yako. Ukiweza kulala humo usiku wa leo bila kufumbua macho, mizani itabadilika, utaishi kwa siku moja kama binadamu huru. Ukifumbua macho roho zako zote zitakuamsha milele. Nilijua huo ndio usiku wa hukumu yangu. Saa tano usiku nilizima taa zote, nilivaa nguo nyeupe nikapulizia manukato kama mazishi, kisha nikasogea kwenye chumba changu cha siri. Jeneza langu lilikuwa likiningoja likianga kama dhahabu ya mauti. Nililigusa kwa heshima nikasema, leo naingia kama Rahim na nataka nitoke kama mwanadamu. Nikaliingia taratibu Joto la damu likapotea. Nilifumba macho, nilihisi kama dunia inazunguka, kila pumzi ikawa nzito kama nondo. Nilianza kusikia sauti, kwanza ni za mbali, kisha zikakaribia. Rahim, Rahim, je, usingizi wa kaburi una raha kweli? Nilijizuia kufumbua macho, nilijua huo ndio mtihani wangu, lakini sauti hizo zikaongezeka, zikawa nyingi, zikaanza kuniita kwa majina ya wale niliowahi kuwasaidia. Rahim, ulitupa chakula lakini ukalisha njaa ya roho zetu. Rahim, ulitujengea nyumba lakini ulijenga kwa damu. Rahim, ulitupa elimu lakini ulificha ukweli wa laana. Nilitaka kupiga kelele lakini ulimi wangu ulikwama. Nilijaribu kufumbua macho lakini nguvu zilinipotea. Kisha nikasikia mlio mkubwa kama kioo kinachopasuka. Taa zote katika nyumba yangu ziliwaka kwa nguvu, milango ikafunguka yenyewe. Upepo ukapuliza mpaka vyombo vyote vikavunjika. Watu wa nje walikimbilia ndani, wakapiga hodi, wakaita Mzee Rahim, Mzee Rahim, lakini hakuna aliyejibu. Walipoingia walikuta jumba lote limejaa moshi mweusi, chumba cha kulala kilikuwa kimevunjika, jeneza langu lilikuwa wazi na ndani kulikuwa na mwili wangu ukiwa umenyamaza, macho yakiwa yamefunguka kidogo. Lakini walipolisogelea, kitu cha ajabu kilionekana macho yangu yalikuwa yanatoa machozi madogo madogo ya damu, na kwenye kifua changu kulikuwa na karatasi ndogo imeandikwa kwa maandiko ya damu, mali huisha, rehema hubaki. Nililala kwenye mauti nikiishi sasa, naishi kwenye mauti nikilala. Watu walilia, wengine walipiga magoti, lakini hakuna aliyegusa chochote. Siku iliyofuata nyumba yangu yote iliteketea kwa moto wa ajabu uliozuka bila chanzo. Hakuna kilichobaki, si dhahabu, si vito si jeneza. Ilibaki tu alama moja ardhini yenye umbo la kaburi lililochomoka. Na tangu siku hiyo, watu wa mji wa Dar es Salaam husema ukiona tajiri analala kwa tabu, kumbuka rahimu wa jeneza, tajiri aliyenunua dunia kwa usingizi wa kaburi. Tamani moto unawasha kaburi la roho. Kuna utajiri wa dhahabu na kuna utajiri wa amani. Mwenye kutafuta pesa kwa gharama ya nafsi yake atalalia kitanda chochote ila cha mauti. Lakini mwenye kutoa kwa moyo safi, hata akiwa maskini, hulala kwa amani hata kaburini. Mpaka kufikia hapa, ndio mwisho wa stori yetu hii. Nadhani utakuwa umejifunza kitu. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia.